Naam, katika pilikapilika za siku ya leo zipo Yaola. Yaola ni jina la vyumba vya kupangisha, kuhusu malalamiko ya wanafunzi wa vyumba vya kupangisha vya Yaola. Wanafunzi wa vyumba hivi wameelezea malalamiko makubwa kuhusu hali duni ya makazi, wakidai kuwa mazingira wanayoishi ni hatarishi yanayodhalilisha ya utu wao.

Ya... Hatuwezi kubali hiyo. Landlord anakuja haji asubuhi mapema anavunja, anavunja... dirisha yangu na anataka nilipe rent aone kama niko ndani. It is, it is not right. Wanafunzi hawa wanaoishi katika makazi haya wamesema wanakumbana na unyanyasaji na maneno ya kudhalilisha kutoka kwa msimamizi wa vyumba hivi.

tuko na pneumonia baridi nabaridi hatuwezani nayo ama kuja yake kioo, then hiyo pesa tuko nayo tumlipe this... huku wanafunzi wengine wakidai kutishiwa na kutozwa ada zisizoeleweka madirisha yao yakivunjwa na vijana alioandamana nao wakinukuliwa na wanafunzi hao kuwa wahuni, kwa kimombo goons. Nilikuwa na klasi ya saa moja asubuhi na nilitoka kwa nyumba saa kumi na mbili na So nika- nikarudi ploti sahii, niliambiwa landlord alikuja mapema, alikuja saa moja aftanitoke nitoke, so amejaribu kunock, but sikuwa sikuwa hapo ndani, na niko na simu angenipigia. So kufika ploti nimepata amepasua kia, alikuwa anataka kuangalia kama niko niko kwa nyumba, na si ati simlipi rent al. Nilikuwa nimelipa rent ya full semester, na ni venye aliongeza rent 12000 so mi nililipa hiyo 10,000 nikijua ni ya full semester. Sa nilikuwa nimebaki na 2,000 of which akuwa ameni explainia. So ndio akakuja na vurugu, akapasua kioo. So ninashindwa nitaanzia wapi? Kama amepasua kioo na pia anasema hata weka kioo, mara mi nitajiwekea kioo. Hivi ndo hali ilivyo hapa Yaola, katika pilikapilika pilika zetu za kila siku, nikiripotia runinga ya kibu Jina langu ni Simiyu Wanjala.